Kampeni za uchaguzi mkuu hazijaanza rasmi, lakini tayari moto wa kisiasa umewaka kwenye mitandao ya kijamii nchini Tanzania. Kauli mbiu mbili zinazokinzana no reforms, no election na ile ya Oktoba tunatiki zimezua mjadala mkali na kuonyesha mgawanyiko wa kisiasa unaochipuka mitandaoni. Je, hii ni ishara kwamba mapambano ya kisiasa yameanza mapema na nini maana ya kauli hizi kwa wapiga kura wa Tanzania? Florence Majani na taarifa kamili inayojibu maswali haya. Katika mstari wa mbele ni Chadema, chama kikuu cha upinzani ambacho kinashinikiza kufanyika kwa mabadiliko ya katiba kabla ya uchaguzi wa Oktoba. Mvutano huu umeshika kasi tangu Jumamosi iliyopita, ambapo karibu kila chapisho mtandaoni limekuwa likijibiwa kwa ujumbe wa no reform, no election, yaani bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Katika mahojiano na DW makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche anasema kampeni hiyo ilianzishwa na chama hicho, lakini sasa imeimarika na iko mikononi mwa wananchi. Ni kampeni ya wa Watanzania ambao wamechoshwa na uharibifu wa uchaguzi na wizi wa uchaguzi. Kwa upande wa chama tawala na serikali, kuna msimamo tofauti. Serikali inasisitiza kuwa uchaguzi utaendelea kama ulivyopangwa na kuwa wananchi wanapaswa waangalivu wa na matumizi ya mitandao ya kijamii Kampeni ya Oktoba tunatiki imeibuka kama kauli mbadala, ikihamasisha ushiriki wa wapiga kura na kudhoofisha kampeni ya CHADEMA. Akizungumzia mwenendo huu wa no reforms no election pamoja na Oktoba tunatiki, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa anasema wananchi wanapaswa kutumia mitandao kwa uwajibikaji: na yanayoendelea mitandaoni sio kwamba hatuyaoni, na serikali hii haizuii uhuru wa kujieleza ambao ni haki ya kikatiba ya kila mtu, lakini ni vizuri tunapotumia mitandao na kuendesha hizo kampeni mbali mbalimbali, tukumbuke kwamba kuna sheria inayodhibiti matumizi ya mitandao Kwa hiyo ni vizuri watu wanapofanya kampeni hizi wahakikishe hawavunji sheria. Lakini zaidi ya siasa, mjadala umeibuka kuhusu hali ya haki za kidijitali Tanzania. Watetezi wa haki hizo wanaonya kuwa hatua kama kufunga sehemu ya maoni kwenye akaunti za serikali inaweza kudhoofisha uhuru wa kujieleza. Asha Abdinalla Alah, mtaalamu wa mitandao ya kijamii na mkurugenzi wa taasisi ya Media Convergence, anaeleza kuwa harakati hizi ni ishara ya nguvu mpya ya raia katika zama za kidijitali. Sasa hivi mitandao imebadilisha sana hulka ya kwa nini mtu anaposa. Kuna sababu nyingi sana ambazo zipo nyuma ya yule mtu ambaye anatumia kifaa hapo mtandaoni cha kile ambacho anakiposa. Kwa wachambuzi wa siasa, harakati hizi zinazopata nguvu mtandaoni zinatoa picha ya mabadiliko makubwa ya namna siasa inavyoendeshwa. Wanaona kufanana kwa ku harakati hizi na vuguvugu la vijana wa kizazi cha Gen Z nchini Kenya wanaotumia kauli mbiu ya wantam kipindi kimoja kushinikiza mabadiliko kuelekea uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba nchini Kenya. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.